Ishara nane zinazoonyesha Mungu anakujaribu kabla hajakubariki. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara nane ambazo ukiziona kwenye maisha yako unatakiwa kutambua ya kuwa Mungu anakujaribu kabla hajakubariki. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, majaribu huja kabla ya baraka. Kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Kuna wakati unaweza ukapitia magumu ukadhani ya kuwa Mungu amekuacha, kumbe Mungu hajakuacha. Na wengine wanapopitia magumu hujikuta wakipoteza tumaini kabisa. Kuna muda majaribu unayopitia hayaashiri roho ya kukataliwa, bali huashiria Mungu anakuandaa kwa ajili ya mambo makubwa maishani mwako. Ukisoma Biblia utaona Mungu alitumia nyakati ngumu kuandaa watumishi wake kwa ajili ya baraka kubwa. Mfano, ukisoma Biblia utamwona Yusufu, ndugu zake walimkataa wakamuuza utumwani, na mwisho wa siku ndio akawa kiongozi mkuu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, majaribu ni wakati ambao hukuimarisha na kuikuza imani yako kwa Mungu. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, unapopitia wakati mgumu, saa nyingine wakati mgumu Mungu ndio anakuandaa kwa ajili ya baraka kubwa ambazo ziko mbele yako. Kwa siku ya leo takwenda kuziangalia ishara nane ambazo ukiziona unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakujaribu kabla hajakubariki. Kabla hatujaziangalia ishara hizi nane, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya.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 hakika nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi ya kujifunza. Zifuatazo ni ishara nane zinazoonyesha Mungu anakujaribu kabla hajakubariki. Kubariki namba moja: kuongezeka kwa upinzani. Watu wa karibu wanaweza wakaanza kukutenga, ndugu jamaa na marafiki unaweza ukashangaa upinzani unaongezeka, upinzani unakuwa mkubwa sana unaweza ukapitia changamoto mpaka ukawa unajiuliza, kwa nini mimi napitia kwenye changamoto hizi? Unashangaa jambo la kwanza linatokea, hujakaa sawa lingine linatokea, hujakaa sawa na lingine linatokea, unaweza ukawa unajiuliza. Jambo la msingi ambao unatakiwa utambue hii, jambo hili ni ishara mojawapo inaonyesha kuwa Mungu anajar, anakujaribu kabla hajakubariki. Ukisoma Biblia, Sanbalati na Tobia walimkatisha tamaa Nehemia aliyekuwa anajenga ukuta wa Jerusalem. Ukisoma kwenye kitabu cha Nehemia sura ya nne na msari wa mpaka wa nne imeandikwa nukuu, lakini ikawa Sanbalati alipokuwa aliposikia kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhiaki Wayahudi akanena mbele ya ndugu, nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema hata hichi, hata hiki wanachokijenga, angepanda mboya angekibomoa ukuta wao wa mawe. Kwa hiyo unaanza kuona hii ni ishara moja hapo ambayo inakuonyesha kuwa Mungu anakujaribu kabla hajakubariki. Unashangaa kuna kunaongezeka kwa upinzani mkubwa, watu wanaweza kukatisha tamaa kwa kile unachokifanya. Ukashangaa kuna jambo unalifanya, lakini watu wanainunuka kabisa, wanaanza kukatisha tamaa. Hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa Mungu anakujaribu kabla ya kukubariki. Lakini ishara namba mbili, kujaribiwa kwa uvumilivu wako, kujaribiwa kwa uvumilivu wako wako wa wa kusubiria. Kujaribiwa kwa uvumilivu wako wa kusubiria Uvumilivu, uvumilivu ni nini? Uvumilivu ni kuendelea kumwamini Mungu wakati unapitia magumu, lakini wewe unakuwa unaendelea kumwamini Mungu. Ibrahimu aliendelea kumsubiri Mungu na kuendelea kumwamini Mungu kuwa ipo siku atafanya. Kwa hiyo muda huu unabidi uwe makini sana, soma neno la Mungu sana, na upate muda wa kutosha wa kufanya maombi. Muda huu wa kusubiri ni muda wa kuwa makini sana. Kwa hiyo Mungu anaweza uh, kujaribu kwa uvumilivu wako wa kusubiri. Mungu anaweza kana kujaribu. Je, unakuwa na uwezo wa kuendelea kusubiri? Unakuwa na uwezo wa kuendelea kumwamini Mungu hata kama unapitia nyakati ngumu, au unaweza ukamwacha Mungu? Asilimia kubwa ya watu wanapopitia kwenye nyakati ngumu, wengi wanajikuta wanamwacha Mungu. Kwa hiyo ishara ya pili ambayo inakuonyesha kuwa uh, Mungu anakujaribu kabla hajakubariki kubariki, kujaribiwa kwa uvumilivu wako wa kusubiri Mungu anakuwa anakuangalia, je, unaendelea kumwamini Mungu wakati unapitia magumu au utamwacha Mungu? Mungu anakuwa anakujaribu kwenye eneo hilo. Lakini ishara ya tatu ambayo inaonyesha kuwa Mungu anakujaribu kabla hajakubariki, watu wengi kukutenga. Kwa hiyo ukijiona huko huko Uh, watu wengi kujitenga, yani watu wengi wanaanza kujitenga na wewe, watu wanaanza kukutenga. Kwa hiyo uh, kujiona huko kama peke yako, unaanza kujiona huko kama peke yako, unaona watu kama eh, watu wamekutenga. Ukisoma Biblia, utaanza kuona baada ya Yusufu kuambia ndugu zake juu ya ndoto zake una alizoziota ndugu zake wakaanza na wakaanza kumchukia sana. Lakini Mungu ndio alikuwa anamwandaa Yusufu kwa ajili ya baraka kubwa. Kwa hiyo muda muda huu hutakiwa kujuta hua kwa kile ulichokipoteza bali unatakiwa kuendelea mbele na Mungu. Kwa hiyo ukianza kuona watu wanakutenga, ndio maana ukisoma kwenye Biblia utaona Yusufu baada ya kuambia ndugu zake, ndugu zake walianza kumtenga. Ndio maana ukianza kusoma kwenye Biblia utaanza kuona ndugu zake walikuwa wakienda wenyewe wao kama wao, hawaambatani na yeye. Kwa hiyo hii ni ishara ya tatu wanamwambia maneno mabaya wanamtenga kumbe ilikuwa ni wakati Mungu ambaye alikuwa anamwandaa Yusufu kwa ajili ya baraka kubwa. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza, hutakiwi kuumia pale watu wanapoanza kutenga, unapoanza kujiona watu wa, watu wamekutenga, unajiona uko peke yako, tambua ya kuwa Mungu ndo anakuandaa, ni wakati sahihi wa Mungu kukuandaa kwa ajili ya baraka zako kubwa. Hutakiwi kunungunika kabisa, hutakiwi kulia kwa kile ulichokipoteza, bali unatakiwa usonge mbele na Mungu, hautakiwi kumwacha Mungu kabisa. Lakini ishara namba nne kuongezeka kwa majaribu. Hii ni ishara ambayo inaonyesha Mungu anakujaribu kabla hajakubariki, kuongezeka kwa majaribu. Majaribu yanaweza yakaja kwa namna mbalimbali. Ukisoma kwenye Biblia utaona Yesu alifunga siku arobaini mjaribu alimjia na kuanza kumjaribu sana, lakini Yesu alimshinda mjaribu kwa sababu alikuwa amesimama katika neno la Mungu. Kwa hiyo ukiona majaribu yanaongezeka, tambua ni daraja la wewe kwenda kwenye baraka zako, ukianza kuona majaribu yanaongezeka. Ukianza kuangalia hapa, Yesu Kristo kabla hajaingia kwanza kufanya huduma alifunga siku arobaini na baada ya kufunga siku arobaini eh baada ya kumaliza pale aliendelea kufanya aliendelea kufanya kazi kazi alifanya kazi ya Mungu katika uweza wa ajabu. Kwa hiyo majaribu yanaongezeka, hii ni ishara ya tatu. Lakini ishara hiyo ni ishara ya nne. Ishara namba tano, kuwa na amani ya kutosha Ukijiona unapitia wakati mgumu sana, lakini ndani mwako unajiona unakuwa na amani ya kutosha, yani ndani mwako unakuwa unaona kuna amani ya kutosha, japo kupo kwenye nyakati ngumu sana. Huoni mtu akusaidia, huoni mtu akukushika mkono, lakini bado ndani yako unakuwa unasikia amani ya kutosha, unakuwa unasikia moyo wako unamwadhimisha Mungu, unakuwa unasikia kumuomba unakuwa unasikia kumshukuru Mungu, mpaka unaweza kuwa unajiuliza mbona nipo kwenye hali ya ku, ya hali ya uhitaji? Niko kwenye nyakati ngumu, lakini ndani mwangu nakuwa nasikia hali ya kum, ya kumshukuru Mungu. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa Mungu anakujaribu kabla ya kukubariki. Unakuwa na amani ya kutosha. Ukisoma Biblia a, kwenye kitabu cha Matendo sura ya 16, na, na mstari wa 25 mpaka wa 26, neno la Mungu lasema, imeandikwa nuku, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Unaanza kuona Yusufu, unaanza kuona hapa, Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani, wako kwenye wakati mgumu ambapo ilikuwa ni wakati wa kwanza wao kuanza kusikitika kumwombia Mungu. Ndio Mungu anasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Yaani hawa watu wao wako gerezani, tunategemea kwa kawaida waanze kuhuzunika, lakini wako gerezani, wanasikia amani ya kutosha, waendelee kumwazimisha Mungu. Kwa hiyo ishara namna hii, ukianza kujiona ndani ya moyo wako una amani ya kutosha, japokuwa unapitia nyakati ngumu, lakini ndani yako unaona una amani ya kutosha, ni ishara ya kuwa Mungu anakujaribu kabla ya kukubariki lakini Ishara namba sita. Hupata neema kimungu. Mungu ataanza kukuletea watu sahihi. Kwa wakati sahihi. Mungu ataanza kufungua milango yako kwako kwa wakati sahihi. Mungu anaanza kudhibiti t anaanza yani kuvifungua vitu ambavyo ulikuwa unavisibiria uh, kwa muda mrefu. Ishara namba saba. Mungu anakudhibitishia e, uh, yani kwa mba njia mbalimbali uh, kukujibu maombi yako kupitia ndoto, kupitia neno la Mungu, kupitia ndoto anaweza anaanza kukuonyesha kwa njia ya watumishi wake, lakini pia uh, namba nane. Ishara namba nane, Mungu kuanza kuyafanikisha yale mambo uliyokuwa ya unayaona ni madogo madogo. Mungu anaanza kukufanikisha kwenye yale mambo uliyokuwa ya unayasubiria kwa muda mrefu. Mungu anaanza kufanikisha. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho nimejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe basi hakikisha kisha una subscribe, kisha una like video hii. Kama umependa video hii basi hakikisha una like video hii, lakini pia una comment chini ana kwamba nimejifunza zaidi. Mungu akubariki wewe uliotumia muda wako, lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako ushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu haja ya moyo wako, nikutakie wakati mzuri na kupenda sana.